Kwa mara nyingine tena baada ya mada yangu ya leo ya kutoa elimu kuhusu elimu ya fedha, na nikawa nimetaja eh, kitu kinachoitwa Credit Reference Bureau, eh, au mahali ambapo taarifa hutunzwa za zinazohusiana na ukopaji, wapo vijana wengi walionitafuta kwenye simu yangu wakiwemo vijana ambao wanakuja na kitu kinachoitwa gospel economics, e, kuwafikia waumini wa, wa madhehebu mbalimbali kwa kutumia taarifa za kiuchumi zitakazoweza kuwajenga kiuchumi, wakiniomba niendelee kutoa elimu hii, kwani kwao ni ni, ni ni ni ni silaha ya kuwawezesha kufanikiwa siku za baadaye. Sasa nimegundua eh, vijana walio wengi hawaelewi au hawana taarifa kamili za umuhimu wa hichi kitu kinachoitwa Credit Reference Bureau katika maisha yao ya kujitafutia mikopo kwa ajili ya kufanya eh, shughuli zao za kimaendeleo. Hivyo nitaongea kwa kifupi nikitaja sababu au faida kumi za, kue, za kujua ni kwa namna gani Credit Reference Bureau inaweza kukusaidia wewe kijana kuf, kunufaika na kufanikiwa katika maisha yako ya kifedha. Kitu cha kwanza Credit Reference Bureau hujenga historia ya kifedha ya kwako wewe binafsi. Kwa hiyo ukiwa nayo au ukijifahamu kazi yake utajikuta unakuwa na nidhamu. Cha pili, huongeza uwezo wa kupata mikopo. Kwa maana nyingine, inakupa uwezo wa kujua kwamba unakopesheka kutokana na taasisi mbalimbali. Kitu cha tatu, Credit Reference Bureau unapoijua namna ya kuitumia na umuhimu wake E, inaweza ikasababisha wewe kupunguza riba ya mkopo. E, kuna kitu kinachoitwa credit score nzuri. Unapokuwa wewe ni mkopaji na unalipa, kuna mfumo unatengeneza taarifa hizo ambazo zinakusaidia wewe siku za baadaye. Cha ta, cha, cha nne, Credit Reference Bureau kumsaidia kijana ayo wa kike ayo wa kiume kujenga nidhamu ya kifedha na hii ni pale unapotaka kupanga matumizi, pale unapotaka kulipa madeni na kuepuka mikopo mingi. Kitu cha sita au cha tano, kukusaidia wewe kupata mikopo mikubwa baadaye eh, kwa sababu taarifa zako za, za kukopa na kurejesha ukiwa kijana kutoka taasisi mbalimbali zinakuwezesha wewe ukiwa huko mbele ya safari kuweza kupata mikopo mikubwa, mikubwa baadaye mikopo ya nyumba, mikopo ya biashara na elimu na uwekezaji. Lakini cha sita, Credit Reference Bureau inaweza ikakufanya wewe kukuongezea uaminifu kwa taasisi za kifedha. Kwa hiyo hii ndiyo sababu sita za umuhimu wa wewe kufahamu ni kwa namna gani Credit Reference Bureau inafanya kazi na inaweza kukusaidia wewe kijana katika safari yako ya kifedha ya mafanikio. E, awamu ya pili kuendelea na somo hili nitaitoa kama ifuatavyo. Usinichoke, endeleeni kupata elimu. Asanteni.